Mtazamaji, wakulima wa mpunga katika kaunti ya Kisumu wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa, kutokana na uvamizi wa nyuni. Na kwa sasa, jumla ya ekari 94 za mpunga zimeharibiwa chini ya muda wa siku kumi, kama anavyo arifu Laura Otieno. Waathiriwa sasa wanaitaka serikali kunyunyiza dawa katika mashamba ya kuwaua nyuni hao. Katika eneo la West Kano, kaunti ya Kisumu, wakulima wamerauka shambani hii leo hawajafika kukagua mimea yao ya mpunga bali pia kufukuza nyuni. Kwa siku kumi sasa, mtindo umekuwa huu baada ya makundi ya nyuni kuvamia shamba na kuharibu jumla ya ekari 94 za mpunga. Upande uh, wangu mwenyewe, kwa hizo ekari tatu nimepoteza karibu 600,000. Tulikuwa tunakadiria kadiria tunawezapata kitu 200,000 paeka singine unatumia hii, hii, hii sanjura uh, ama unachukua hii udongo yenye ngumu kidogo unarusha juu hivi. Hii ndege ni ya jensi, ukipiga uki, ukurusa Wahendi wana, wana tu mawe hivi, waendi wanatuangalia tu hii sisi hivi. Wakulima walioathirika wamezishutumu asasi za serikali kwa kile wanachosema ni utepetevu wakulima hawa wakiitaka wizara ya kilimo kunyunyuzia dawa za kuwaua nyuni hao kama ilivyokuwa awali. Ndege ilikuwa inakuja hapo, inapiga hiyo area wakati tumepanda mchele. Siku hizi watu wa NEMA wametukasia, ni kama wanataka tuwalisie ndege yao, na sisi naye tunataka chakula. Kenya inazalisha tani laki mbili thelathini za mchele kila mwaka na hitaji ya zaidi ya tani milioni moja. Serikali ikitegemea miradi ya unyunyuzi kama hii ili kuzalisha mpunga zaidi na kupunguza uagizaji. Huku uvamizi wa nyuni ukiendelea katika eneo hili la West Kano, wakulima sasa wanazitaka ngazi zote za serikali kushirikiana ili kuwaepushia hasara. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.